Rais wa Marekani Donald Trump anakutana na viongozi wa mataifa ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao wanatarajiwa kutia saini mkataba wa kumaliza mzozo uliodumu kwa muda mashariki mwa DRC. Baada ya mkutano wa pamoja katika ikulu ya White House, Rais wa DR Kongo Felix Tshisekedi na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame watasaini makubaliano hayo katika taasisi ya amani ya Marekani. Lengo ni kusitisha mapigano kati ya jeshi la Kongo na kundi la waasi la M23. Licha ya kukana kila mara, lakini Rwanda inaaminika sana kuunga mkono waasi wa M23. Mgogoro huo wa muda mrefu mashariki mwa DR Kongo, nchi yenye akiba kubwa ya madini, ikiwa ni pamoja na kuwa na madini muhimu yanayohitajika kutengeneza vifaa vya kielektroniki. Sasa mwanzoni mwa mwaka, kundi la waasi la M23 liliteka sehemu kubwa ya mashariki mwa Kongo katika shambulio lililoshuhudia maelfu ya watu wakiuawa na wengine wengi wakilazimika kuyahama makazi yao. Viongozi wa Kongo na Rwanda wamekuwa wakishutumiana kwa kuanzisha mzozo huo. Pia kumekuwa na ongezeko la mapigano kabla ya mkutano wa kilele wa leo, na kusababisha wasiwasi ikiwa wasi, amani ya kudumu itapatikana kwa kweli. Mawaziri wa mambo ya kigeni wa nchi hizo mbili walitia saini makubaliano hayo mjini Washington mwezi Juni, ambapo Tshisekedi na Kagame wanayaidhinisha hii leo. Utawala wa Trump umeongoza mazungumzo na, kabla ya mkutano huo wa Juni, rais Donald Trump alisema Marekani itapata haki nyingi za madini kutoka eneo hilo kutokana na ushiriki wake. Wakati huo huo, M23 inajadiliana na serikali ya DR Congo katika mchakato sambamba wa amani unaongozwa na Katari. Leila Mohamed sasa anatupa maelezo zaidi. Rais wa Rwanda na mwenzake wa Jamhuri ya Kidemokrasia DRC wanakutana uso kwa uso nchini Marekani wakikutana na mwenyeji wao Donald Trump katika hafla ya utiaji saini wa makubaliano ya amani yanayojulikana kama Washington Accord. Makubaliano hayo yanakuja baada ya mfululizo wa mapatano ambayo serikali ya Trump imepitisha kati ya nchi hizo mbili, ikiwa ni pamoja na mfumo wa ushirikiano wa kiuchumi unaolenga kuchota mabilioni ya dola za uwekezaji wa nchi za magharibi katika eneo lenye utajiri wa tantalum, dhahabu, kobalti, shaba, lithiamu na madini mengine walikubaliana pia na Qatar kwamba mazungumzo ya Doha na Washington DC yatajumulishwa pamoja huku kukitarajiwa kuwepo kwa msimamizi kutoka Umoja wa Afrika. Wahusika hao wote watafanya kazi chini ya jopo ambalo litasimamia utekelezwaji wa makubaliano yaliyotiwa saini mapema mwaka huu na kupokea malalamishi kutoka pande zote na vile vile, kwa waangalizi wa masuala kama vile ukiukaji wa makubaliano au madhila ya kivita ambayo huenda yangejitokeza. Haya yote yaliafikiwa takriban miezi 6 kabla ya kikao cha Washington cha Disemba 4. Aidha, walipotia wino kwenye karatasi mnamo Juni mwaka 2025 Waziri wa mambo ya nje wa Rwanda Olivier Nduhungirehe na mwenzake wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Therese Kayikwamba Wagner, walikuwa wameanza mchakato wa kuleta amani katika eneo ambalo limekumbwa na machafuko na mtutu wa bunduki kwa muda mrefu sasa. Miongoni mwa masuala yaliyoafikiwa ni pande zote mbili kuheshimu na kutambua uhuru wa kitaifa wa mataifa hayo jirani, huku kila mmoja akitakiwa kutoingilia masuala ya ndani ya mwingine. Aidha, pande husika zilikubaliana kupata njia mwafaka za amani ya kutatua mizozo iliyopo na kujizuia kutumia nguvu kupita kiasi kukabiliana na upande wa pili. Mkataba huo pia umezitaka pande zote mbili kutojihusisha au kufadhili makundi ya wa wapiganaji wala kutotekeleza operesheni za kivita ndani ya nchi jirani. Rwanda imekanusha madai na lawama kwamba inafadhili juhudi za kijeshi za kundi la M23 huku DRC ikisema kwamba haihusiki na kundi la FDLR ambalo Rwanda imedai limetumika kutekeleza mauaji ya kimbari dhidi ya jamii ya wa Watutsi. Rwanda na DRC zimetakiwa kuhakikisha kwamba zinawajibikia swala la kuhakikisha makundi ya wa wapiganaji yanayohusika kwenye mzozo wa mashariki mwa DRC yanasitisha shughuli zao za kijeshi na kivita, kulingana na matakwa ya kuzuia mapigano kuzidi kuendelezwa. Bali na hayo, makundi hayo mawili yalikubaliana pia yatawezesha kikosi cha kijeshi cha Umoja wa Mataifa MONUSCO kutekeleza majukumu yake ya kudumisha amani kwa kutowazuia kuingia maeneo ambayo raia wapo na kutoshambuliwa na wapiganaji wa pande zote. Mataifa hayo pia yametakiwa kuheshimu mipaka ya kijiografia kati yao na kulinda maisha na mali ya raia ambao wengi wao wanahangaika kwa sasa kwenye kambi za wakimbizi za ndani na nje ya DRC. Tofauti na mambo yalivyokuwa mwezi Juni, marais wa DRC na Rwanda na Kenya wanahudhuria kikao kinachosimamiwa na rais wa Marekani Donald Trump. Uwepo wa rais wa Kenya William Ruto huenda ukawashangaza wengi ila ana mwaliko rasmi kutoka kwa rais Trump akitarajiwa kuwa miongoni mwa viongozi ambao watashirikiana na mataifa husika mawili kuhakikisha kwamba mkataba utadumu na amani itarejea mashariki mwa DRC. Kabla ya kufikia kikao cha leo, marais Paul Kagame na Felix Tshisekedi walifanya kikao cha ana kwa ana nchini Marekani, taifa hilo likijitolea kushirikiana na Qatar ambayo imekuwa ikiandaa vikao vya amani kati ya DRC na kundi la waasi la M23. Kundi hilo halitahudhuria vikao vya leo, ila kwa kuwa mazungumzo ya Marekani na Doha yamejumuishwa pamoja, matakwa yao kupitia mchakato wa Qatar yanatarajiwa kujadiliwa pia hii leo. Sasa, wakati viongozi wakuu wakiafikiana kuleta amani mashariki mwa Kongo, wakazi wa eneo hilo wanahisi vipi kuhusu juhudi hii ya sasa ya kurejesha amani katika eneo hilo ambalo limekumbwa na vita kwa muda mrefu sasa? Haya hapa maoni ya wakazi wa mji wa Goma. Nina hakika wataleta watasema mambo ambayo itatuletea amani, wataweza kusikilizana. Nawaza kama watafungula aeroport na mabange zitafunguliwa fung, zita. Nataka katika nchi yetu kukue viongozi ambao watachunga raia vizuri, kusikue tena vita katika nchi yetu. Kila siku wanasemaka wanaenda fanya mikataba, lakini hatuone amani lakini tungeomba wangejitahidi hii ambayo wanasema ya kwamba wanaenda fanya mikataba watimize, walete makazi. Tumeteseka, hatuna kazi, haziko katika nchi yetu. Inaonekana kama watu wa maja wa moja ni wao wanao kuwa na mamlaka ndani ya hii nchi. Amani kikuwa, kila mtu anapashwa jikuta huru, anapashwa fanya kazi nikazi, na ni kazi na maisha yanaendelea, kwani vita itakuwa imepunguka Natendek ka, uh, kutafuta kazi mjijini wakati si siende nasogopa, kwanza zamani hakuna e kabisa, tukakuwa tutatendeka sawa. Ije tunataka viongozi wa kutushughulikia wa kutuona magumu watu yetu tukonayo watu, watusikie sana watufatirie sana tubanyonge sana sasa ili kuelewa kwa undani umuhimu wa kikao cha leo, tuungane sasa na Daktari Nicodemas Minde. Yeye ni mtafiti katika taasisi ya usalama ya ISS hapa Nairobi, Kenya. Ah, Dr Minde, maswala yapi muhimu ambayo yalikuwa kwenye mkataba ule wa mwezi Juni na ambayo yatapewa kipaumbele leo? Uh, swala so zima la usalama pamoja na amani na of course, jambo lingine ambalo nadhani litatuliwa maanani ni kuondolewa kwa vikosi uh, vya waasi uh, vya M23 Uh, pamoja na uungwaji mkono wa, uh, wa, wa Rwanda ama wa kiserikali tunavyokusema wa vikundi vya waasi, nadhani makubaliano hayo yatakuwa muhimu sana katika kuwekwa. Lakini kingine ki nadhani ambacho kitazingatiwa kwa makubaliano ya leo ni usalama wa raia, pamoja na ile kupatia access ya nitwa uh, uh, uh, masuala ya humanitarian concerns. Naam, asante uh, sana Minde. Labda kwa sasa tupate picha za moja kwa moja, kabla ya nirudi kwako Minde. Hizi ni picha za moja kwa moja kutoka kwa mkutano huo ambapo Rais uh, Donald Trump ndio huyo tayari amewasili. Uh, Rais uh, wa Rwanda Paul Kagame tayari ameshawasili. Uh, wapo naye hapo katika kikao hiki uh, Rais wa DRC Felix Tshisekedi pia yupo katika kikao hiki, kwa hivyo marais wote wameshafika. Unayemtizama kwa sasa Rais Donald Trump wa Marekani ambaye ndiye anaongoza mkutano huu. Labda kabla turudi kwenye picha hizi za moja kwa moja kutoka Washington, kwa sasa, Minde, mchakato huu unaathiri vipi mazungumzo ya awali yaliyokuwa yakiendelea kule Doha kati ya DRC na M23? Um, mchakato huo ambao tunaoita mchakato wa Washington kwa kusema ukweli una, unaenda sambamba ama unaambatana na ule mchakato wa Doha, lakini kumbuke kwamba mchakato wa Doha ulikuwa unazingatia sana masuala uh, ya M23 na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Congo, lakini ukiangalia um, outcome zake Uh, za michakato hii miwili ambayo ama ina, inaweza kuwa ina, ina, ina, tunasema ni sambamba uh, yote yanadhamiria kabisa kutaka kumaliza mapigano uh, katika mashariki mwa Kongo. Kwa kusema kweli navyoona mi, mi, michakato hii miwili inaendamana pamoja. Naam, uh, kifupi tumsikilize Rais wa Marekani Donald Trump ambaye kwa sasa anayo viongozi hao wawili kutoka Washington DC.

Nam rais wa Marekani Donald Trump akiwa anawakaribisha marais wa Rwanda Paul Kagame na mwenzake wa DRC Felix Tshisekedi katika mkutano huu ambao ni mkutano wa kihistoria, juhudi za jadi zaidi ya miaka 30 ya mapigano mashariki mwa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo. Je, hatimaye rais wa Marekani Donald Trump atafanikiwa kumaliza vita hivi? Hilo ndilo tunalozungumza. Ninaye bado Nicodemas Minde, ni mtafiti kutoka nchini Kenya. Tunaye hapa Dr Minde, kwamba mkutano huu unafanyika sasa na kwamba Marekani ndiye anayeongoza jitihada hizi, hii inatoa taswira gani kuhusu Marekani inavyojihusisha na mzozo huu? Inaonyesha umuhimu wa swala hili la amani kuona kwamba taifa kubwa kama taifa la Marekani linaingilia kati na kutaka mazungumzo hayo yafanyike. Lakini pia tunaona katika makubaliano haya kuna maswala mengine, ukiacha mambo ya amani, maswala ya kiuchumi ambayo yanazingatia sana kwenye maswala uh, ya, ya, ya minerals, yani madini ambayo pia ni maswala ambayo Marekani wana, wana, wanataka pia wahusishwe. Kwa hiyo tunaona umuhimu wa Marekani ni kama mbia mkubwa na taifa kubwa la kidunia la, la, la, la, la, lakini pia tunaona suala so zima la mambo ya uchumi ambayo ni muhimu sana katika mazungumzo haya leo. Pia, naam, juhudi uh, hizi Dr. Mendez zinaweka wapi mamilioni ya watu ambao wameathirika na mzozo huu kupoteza makazi yao, lakini pia maelfu ambao mpaka sasa wamepoteza maisha yao katika vita hivi, kama taarifa zenu ilivyoelezea uh, hapo awali na kuzungumza na watu uh, wa wananchi wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, wananchi wengi wana matumaini kwamba makubaliano haya kama endapo yatatekelezwa, basi tutaona usitisho wa mapigano. Aa, pamoja na hali ya kibinadamu inaendelea ku, kuimarika lakini pia tunaona watu wengi wameathirika na kule kufurushwa katika makazi yao, kwa kiasi kikubwa itasaidia katika kuleta ile hali ya kuanza kuishi katika maisha ya kawaida, ambayo ni maisha uh, mazuri. Lakini pia kuna masuala mengine ya elimu, watu wengi bado hawawezi kupata elimu na pamoja na mahitaji mengine muhimu, kwa mfano uh, maji, pamoja na umeme na mambo mengine ya kiusalama. Shukrani sana Dr. Nicodemus Minde tukisema naye akiwa jijini Nairobi, Kenya. maho Mahuji...